Eh, simu yako imenistua sana hivi, kulikoni? namuhitaji mwanangu niondoke naye sasa e -e. Yani, serious hicho nilichonitia? Nimeacha shughuli zangu ofisini umekuja kunitia ujinga? Kumbuka mimi tulishazungumza tukakubaliana kwamba Yasili hawezi kutoka hapa, atakaa hapa sasa. Inasema tena Yasili hawezi kuondoka hapa, na huo ndo msimamo wangu. Ataondoka hapa pindi mimi nitakapoamua ndo naweza kwenda sehemu nyingine. Nimemaliza. Na staki discussion katika hilo Yasira anapigwa kama mbwa, kisa tu kata pongo za shule, alafu haitoshi, huyu mdada wako anamwambia mwanangu amkandikande miguu. Ka wakosea nini baba ya Yasira mtoto? Wewe hizo bale nakupatia nani? Baba ya Yasira, mimi sio mtoto mdogo na akili zangu timamu, nachoongea na maanisha. Nimeshuhudia kwa macho yangu msichana akimpiga mwanangu kama mbwa, na mwhitaji mwanangu sasa hivi, niondoke naye lakini lakini nini bwana Abasi, namwizani mwanangu naondoke naye sasa hivi. Yaani, nimeshuhudia mwanangu anafanyia vitu vya ajabu. Akuna nakwambia, unaletea ngonjera zako sasa. Leo tutajua mbivu na mbichi, ama zangu ama za usichana wewe. Yasi, eea, anachokizungumza mama yako kina ukweli? sinakuuliza

Kusaya, nimerudi naomba unisaidie. Nimelijua hilo na nimeliona tangu tokako, wewe umekosea masharti na umeikela mizimu na majini, majini wote wamekasirika kwa upumbavu wako ulioufanya. mm, siwezi kukusaidia kwa hilo. Naomba unisaidie mganga inahitaji kuwa na mali mm. Wewe mashariki uyawezi na inaonyesha zaidi kuwa ushirikina na uwezi. Kama kwa shetani kumekushinda, jaribu kwa Mungu, mrudie Mungu wako, nenda nyumba za ibada, pia huko ukisali sana utapata utajiri mm. Utajiri wa kichawi uwezi kabisa. Uh, <laughs> mm. Nitakusaidia kwa mara ya pili, ila ukikosea tena masharti, lazima usulubike, utawajibika na hii itakuwa fundisho kwa washirikina wengine wote wanaotaka utajiri wewe si unamke ndio? <coughs> na ana kiumbe tumboni, inabidi umtoe kafara mkeo, hapo ndipo utapata utajiri, na sisi tunachohitaji ni kile kiumbe chake cha tumboni. Hivyo basi, kafara hiyo utaifanya kipindi mkeo anataka kujifungua. Mm. Umenielewa? Umenielewa? Ndio, nimekuelewa. Fanya kama ipasavyo, na ukikosea mashariki utajuta, utakiona cha mtema kuni. Unaweza ukaenda. Unajua mama, matatizo aliyempata Arakei ni magumu sana kwa mtu yote, hasa kwa kipindi hiki anapitia matatizo yale. Unatakiwa mama, uwe karibu naye umfariji, bembeleze, bembeleze ili ili hali isije kamrudia. Minielewa? Nimekuelewa baba, nampenda sana Rakei ndo mwanasi, kuonyesha kumtenga kwa hali yoyote <coughs> hiyo hata aliponiambia kwamba umeterezana kupa mwanamke mwingine mimba, na kwa hiyo hilo nakutegemea sana. Sikia baba. Kwa nini unanuna? Au kwa sababu jana uniona? <tipos> sana nama na na noma na kweli, jana jana iona mama, kweli. Jana sitarudi mama bila pesa. Nililala kazini, sio kama nini fonyo. Kusudi mama, nililala baby. Mbumbi ya nini baby? Nami natafuta kwa ajili yako baby. Uko sawa? Yeah, uko sawa Nakupenda, nakupenda pia, na naomba nisamie kwa kutokufika kwenye graduation yako. usijali baby. najua uko na matatizo, ndio maana ukashinda kufika hata kwenye graduation yangu. Unamaliza mm. okay. well, chuo sasa Unahitaji kujua juu ya ahadi yako ipi? Kuhusu mpango wetu, bado mwanzo wako, kwa vile vile Yeah. Ni wakati wako sasa wa kufika nyumbani na kufuata taratibu zote ili mke wako alale Ndio nimemfukuza, japokuwa napitia kipindi kigumu sana kwa wakati huu. Kwa nini inalazimu niamke asubuhi kwa ajili ya kumwandaa Yasiri kisha nimpeleke shuleni. Ninapofika jioni pia nafunga ofisi mapema ili niweze kumfata shuleni nikakaa naye nyumbani, maana sijapata kuyafanya hayo majukumu kwa sasa. Karibu. Mm -hmm. Asante. Karibu. Asante. Mimi naona urudiane na mama yake ili kusaidia kumlea. Hapana, um. Siwezi. Kwa sasa tegemezi langu ni wewe na Ida. Kivipi? Kama hautojali, naomba nikuoe. Ukaishi pamoja nyumbani ili usaidie kumlea Yasi. Nakupenda kukweli, tokea awali nimekuona, moyo wangu umenionyesha we ndo mtu sahihi. Na hii hali Maida mtoto wako ni wa kwangu na wa kwangu ni wa kwako pia, hivyo nitoe wasiwasi. Kama ukijifungua salama, nitamlea huyo mtoto kama navyomlea Yasi, nitakuwa baba yake mdogo, nitampenda pia. Ni nani yule mwanaume? Nilikwambia nahitaji anipe talaka. Okay, kwa hiyo Naomba tukaishi pamoja katika kipindi hichi, huku kiendelea kufuatilia hiyo taraka yako, na ukishaipata ni kuoo, uweze kuwa mke wangu rasmi. tutaishi vipi hapo sasa? Sitagusa mwili wako mpaka tukishafunga ndoa, na tutapokuwa nyumbani, wewe utalala chumba chako na mimi chumba changu. Nikisha kuoa ndo mengine atafuata. Tayari Warda, moyo wangu umechoka kidogo, lakini bado na maindi haujaenda mbali na roho njia zimejaa. kama unampenda mchukue tu mzee. Mimi bana, siwezi kuwa naye kama madokta wamethibitisha mi na tume, wa nipinge pingi mi hapa, lazima nitafute tu mwanamke mwingine nizae naye Ikwambia utuweza kunivumilia ah, mpaka ni saulaza <laughs> nasipiki leo wali na vika pilau nyama pamoja na kachumbari. Kachumbalikali ah, wale mtafurahi sana. <laughs> Alafu dada ko mi utaniacha mwenyewe pale nyumbani? Hapana. Yaani uweze amini yule kijana ni mkarimu sana. baada ya kumpigia simu kumwambia kwamba nimekubali, ameniambia ananifuata mimi, wewe pamoja na mtoto tukaishi wote pamoja wakeaa aa kua kutuokoa katika kipindi kigumu tungekufa We si una mke wewe sasa, kwa nini usimtoe kafara wee mkeo hivi ukapata unachohitaji? Unyonge wa nini wa kimaisha? Sasa unawezaje kufanya hivo na wakati upo we, si bado ujamwacha, si bado mkeo huyo ndo mzuri kwa sababu kwanza, hata huyo kaka yake alompokea hana ruksa kukaa naye y mtoi kalala wee we, naliza mchezo upate mali uishi maisha unayohitaji katika huu ulimwengu sawa. utajaribu kulifanya hivi, maana bado nampenda mke wangu. kupenda kupenda kupenda nduni hivi wewe katika fikra zako unajua yule mama Sabri mi mke wangu wa ngapi? Mimi yule sio mke wangu wa kwanza, na yeye mwenyewe yule namvutia maji makubwa, namlia teni. Unamjua mke wangu wa kwanza? Unamjua mimi mwanangu? Unamjua baba yangu? Unamjua mamangu? ao wote nishawapa senti kitambo. Ndio so maana ukanikuta mi nakula good time, nakula maisha na chana life sasa fanya kinachohitajika no, fanya kikubariki ili uishi maisha kama mimi. Nakutema. Shikamoo. Marahaba. Vipi, mbona uko hapo? Nimefukuza tu shamba sababu ya pesa ya ada. Hey, mambo haya eh! Hivi mwalimu, si tuizungumza naye tuvumilie ndani ya wiki, inakuwaje leo nakifanya hivi? Kasema nene hata na pesa nusu, kwani pesa yote kiasi gani?

Utafanya harakati zako zingine, utanunua urojo, utaona mambo yako mengine kwa ajili yako, sawa. Naomba na yule mtoto kichuga kile, najipendekeza pendekeza. Mwaka huu mimi sijatoa mtu, namvutia maji makubwa tu, ntapita naye

Jana nilikuja kwa mama yako sijakukuta. Mimi nimekaa muda mrefu sana haukutokea, ulienda wapi? Kwa rafiki yangu. Na vipi kuhusu mtoto, anaendeleaje? Kwa babake. Acha tu maisha yau nitolawanauz nnetemlekea mnnt Usijali mwanangu, yatapita hayo ya, yanatumekana baba yako tukua tunajadili kuhusu wewe, ili aweze kukusaidia. Amesema atakupa mtaji fanya biashara, utaangalia mwenyewe kama utakupsavijia au kama utatafuta banda uza mamantilie, si sawa? Ili uweze kujikimu kimaisha. Baba yuko <coughs> yeah, si mzee majabii? Hapana mama, sihitaji hela yote yule mzee. Sihitaji. Kwa nini hivyo tu? Ila mwanangu, mimi na mama yako tunakupambania, na tunaendelea kukupambania, yaani tunahitaji kumshawishi yule mzee akubali kutoa pesa, mimi na wewe ufanye hata biashara, angalau ikimu mwanangu, kwa sababu. Shida iko wapi mama?

dada yangu aliamua kujiua baada ya kujua ametembea na mtoto wake. Yote sababu yako wewe, Mzee Matata. Na hata ulipompa ujauzito uzito hukutaka kujishughulisha na chochote, mpaka anaingia gerezani hukuangaika na chochote, ukutaka kujua mtoto anaendeleaje wala familia inaendelea vipi. Alafu unakuja hapa unaulizia mtoto huo. Ndo binadamu kweli, Mzee Matata? Uh, katika hii dunia hakuna wanadamu waliokamilika mimi najua nimekosea, ninaombeni, naomba msamaha. Naomba nimsameha? Alafu nikisha kusamehe dada yangu anarudi duniani, si ndiyo? Anarudi duniani? Naomba uondoka kwa sababu ndio chanzo cha haya yote, mpaka dada yangu anakufa kwa sababu yako wewe. Umesababisha mama na mtoto aenda kupeana mimba, sababu ni wewe, mzee Matata, toka kwangu na

lakini nampiga simu zake simpati. Hata mimi pia simpati. Basi sasa, endapo utakapompata mwambie Sonia na kutafuta sana, sijashia mimi. Nitakwambia fanyaje. Sawa, mchana njua tena, subiri na chakula <laughs> kweli, yeah. Sio katoka kadondoka huko, yeah. Shikamoo, baba. Marahaba. Jambo mwanangu. Jambo. Mbona kama hauko sawa baba, kwani unaumwa? Kuna mambo yananichanganya. Mambo gani tena baba? Nitaka mfamu ndugu yako. Ndugu yangu unamaanisha nini baba? Mbona sikuelewi? Wewe ya na ndugu yako apokuwa asiae kumwona, na nimefuatilia, ee, nikaambiwa kwamba ni wa kiume. Na yuko wapi sasa ndugu yangu? Na ndio maana anakuambia siku sawa, kwa sababu mwanaikaya amegoma kabisa kunipa ushirikiano, na yeye ndio anayefahamu aliko. Mwanaikaya ni nani? Mwanaikaya ni ndugu wake na marehemu mke wangu.

Hivi we Sabra. Kwa nini unanifanyia hivi? Na kufanya nini? Nilikwambiaje je kuja nyumbani kwangu bila taarifa. Unajua fika mimi nakaa na mwanamke. Sikuja tukute, unahisi itakwaje? Nisije nyumbani kwako mchanganyikiwa wewe. Mbona? Wakati unanipa maambukizi ya HIV huku nikataza nisije kwako. Iwaje leo? Sasa, Chiki, nisikilize kitu kimoja. Nakupa siku tatu. Nataka kujua muafaka sahihi ya ile swala.

Niambia kama umeasilika. Pole. Hata mimi apoe kuniambia ukweli, nilikuja kugundua baada ya kumaliza shida zake, ukionacho si ningili <muchas> Acha, usinifute usinifute. Moyoni na mengi maumivu yanachosha, yanachosha. Acha, usinifute. Watoto wanauliza yupi mami.